Naitwa Shukuru Donadi Mwalongo mkazi wa Ludewa mkoa wa Njombe. Ni mwaka mmoja sasa umepita akiwa uraiani baada ya kutoka jela mwezi wa pili mwaka wa jana alikokuwa akitumikia kifungo cha miaka mitano hukumu aliyoipata kufuatia matukio yake ya wizi wa pikipiki anaoeleza kuufanya kwa zaidi ya miaka kumi. Katika uhalifu niliofanya sijaona mafanikio yote yale katika maisha yangu. Wale wenzangu ambao nilikuwa nafanya nao uhalifu walikuwa wawili, pamoja na mimi mwenyewe nilikuwa ni watatu moja alikufa kwa kifo cha kukatwa mapanga, moja alikufa kifo cha kumwagiwa petroli kule Makambako. Na baada ya hapo, nikawa nimebaki mimi peke yangu, nikawa naendelea kufanya matukio. Ilikuwa ni mwizi, na iba pikipiki, inawakaba watu, nawapiga nondo. Lakini pamoja na hayo ambayo nilikuwa nafanya, sikupata mafanikio yote yale, sikupata mafanikio yoyote yale lakini baadaye nikafikiria kwamba nitafanya huu uhalifu nitafika wapi? Kwa sababu kampani ambayo nilikuwa nayo ilikuwa imepoteza maisha, nikawa nimebaki sasa mimi. Na mimi maanake nguvu yangu ilikuwa ni ndogo katika uhalifu, basi niliweza kujaribu kufanya tukio la mwisho. Niliweza kuiba pikipiki huko Lodewa la Lodewa, mkoa wa Njombe, na nilipoiba ile pikipiki niliweza kuondoka nayo, lakini baada ya kuondoka nayo nilifika nayo Makambako. Jeshi la polisi lilifanya upelelezi mpaka kunifuatilia kuweza kunikamata na hicho chombo. Kwa sasa ni mchungaji, na anasema kazi pekee kubwa aliyonayo ni kuwasaidia watu kwa kuwahubiri neno la Mungu, baada ya kunusurika kifo akiwa jela, na siku kaba watu na kuwakata mapanga, tena natoa ushuhuda mkubwa kuhakikisha vijana wanaacha uhalifu, vijana wanaacha matendo maovu vijana wafanye kazi zao za halali. Kamanda wa polisi mkuu wa Njombe, kamishina msaidizi wa polisi Mahamudu Banga, anasema alimpokea Shukuru baada ya kutoka jela na kuamua kujisalimisha, huku akiomba msaada wa kupewa kiwezeshi cha kumsaidia kuhubiri Injili. Nilimpokea ndugu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Shukuru Donald Mwalongo na kuja kunielezea namna alivyokuwa anatenda matukio mbalimbali mbali ya kihalifu ikiwa ni pamoja na wizi wa pikipiki na kwamba alihukumiwa kifungo cha miaka mitano jela na ameweza kumaliza kifungo hicho mwezi wa pili mwaka 2024 lakini wakati akiwa yuko jela alipata maono ya Mungu na kumwamini Yesu na baadaye aliamua kuokoka kwa lengo la kumtumikia Mungu lakini alirejea kwetu sisi kama jeshi la polisi kuomba msaada wa kupata kipaza sauti ambacho kitamsaidia katika shughuli ya kueneza neno la Mungu, lakini vile vile kulisaidia jeshi la polisi kuwatoa watu walioko katika uhalifu, basi na wenyewe warudi wa, wa kumjua wa Mungu. Baada ya kupata jambo hili, niliona kwamba nishirikishe watu au wadau ambao wanaweza kutusaidia kupata spika hii. Mtu omshirikisha ni Mheshimiwa Joseph Zakaria Kamonga. Huyu ni mbunge wa jimbo la Ludewa. Baada ya kumfikishia ujumbe huu, mara moja alikubali na akaniahidi kwamba ataweza kusaidia upatikanaji wa hii spika. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kulisaidia jeshi la polisi kuweza kumpatia huyu bwana hii spika ambayo itatusaidia katika uelimishaji wa jamii lakini na kutoa neno la Mungu, lakini vilevile vile tutampatia katika hizo fedha ambazo zimetumwa na Mheshimiwa Kamonga za kununua spika. Spika hii kwanza imegharimu shilingi laki tatu na nusu lakini yeye mwenyewe tutampatia shilingi elfu hamsini ya kumsaidia kuweza kuondoka na spika hii hapa kuelekea nayo Ludewa ili akaendelee na neno la Mungu. Hata hivyo, polisi wamemtaka kuendelea kuhubiri habari njema na kuwa mstari wa mbele kukemea matukio ya ubakaji na imani za kishirikina zinazosababisha mauaji ya mara kwa mara kwa wakazi wa wilaya ya Ludewa. Kwa tunategemea ataenda kuwatoa watu katika imani za kishirikina na kuja kumwamini Mungu, lakini bado tuna matendo ya ubakaji yale ya ukatili yapo katika wilaya ya Ludewa, lakini yasizingatie tu wilaya ya Ludewa, wakati mwingine atoke aje Njombe, aende Makambaku, aende Waging'ombe, Makete. Kama atapata nafasi, apite afanye hiyo neno la Mungu, lakini wakati huo akiwa atatusaidia, si jeshi la polisi kuhakikisha kwamba kupitia yeye tunapunguza uhalifu. Hapo zamani wahenga walisema asiyefunzwa na wazazi, basi ulimwengu utamfunza. Shukuru amemwaga manyanga na sasa ni mchungaji anayehubiri habari njema za wokovu na kutangaza injili ya Mungu. Dickson Kanyika, Star TV.